Ninyi kama jtmpo jijini Mwanza, nafikiri hii ni maandalizi kuelekea mchezo wenu wa ligi dhidi ya wanatlddakakam. Pengine tangu mmefika Mwanza, maandalizi yanaendeleaje? Sisi tunashukuru tumesafiri salama, tumefika hapa na kikosi cha takribani watu tusiopungua sitini kwa ajili ya mechi hizi mbili za mwisho, tukianza na hii mechi ya tarehe kumi na nane siku ya Jumatano E, katika uwanja huu wa CCM Kirumba tukipambana na mwenyeji wetu Pamba Jiji. E, maandalizi kwa ujumla, niseme tumeyakamilisha kwa sababu kama mpaka sasa mchezo ni tarehe kumi na nane kwa timu kubwa kama JKT, halafu bado maandalizi yakawa yanasuasua na kwamba bado huko kwenye maandalizi E, utakuwa bado haujakaa sawa lakini kwa ujumla e, maandalizi yamekamilika kwa kiasi kikubwa. Kinachofanyika sasa hivi ni kurekebisha tu e, madogo madogo ambayo benchi la ufundi linaona yanahitaji marekebisho. Tumefika hapa Mwanza, vijana wetu wako salama, vijana wetu wako na morari ya hali ya juu sana. E, lengo ni kuhakikisha kwamba mechi hizi mbili zilizosalia ikiwemo hii ya awali dhidi ya Pamba, tunapata matokeo chanya. Tunahitaji tumalize ligi tukiwa katika nafasi nzuri na malengo yetu. Kama Mungu atajalia, tukipata ushindi katika hizi mechi mbili, tutamaliza ligi tukiwa katika nafasi ya tano. Kwa hiyo tunapambana kuhakikisha kwamba tunamaliza watano. Sasa ili tumalize watano, tupate ushindi dhidi ya Pamba, alafu theni tuende tupate ushindi dhidi ya Mashujaa siku ya tarehe ishirini na mbili. Tutakuwa pale Lake Tanganyika Kigoma, tukipambana na Mashujaa FC. Kwa hiyo dhamira na malengo yetu ndiyo hayo, tumalize ligi kwa heshima, tumalize ligi kichapo cha kizalendo kikiwa kimeheshimiwa na kila wae yote. Kwa hiyo tumejipanga, tumejipambanua kikosi kiko vizuri, vijana wako tayari kwa ajili ya kupambana. Sisi huwa tunaamini katika uwezo, hatuamini katika ugeni au nyumbani. Yani kuwa nyumbani kama uwezi hakukufanyi wewe uweze tu kwa sababu uko nyumbani, hata kwa yule ambaye uwezo anakuzidi. Sasa sisi tunaamini uwezo wetu ni mkubwa sana kutulinganisha na hao wapinzani wetu tunaokwenda kukutana nao, wanakawe kama wamekuwa na nyakati nzuri sana wanapokuwa, sisi mkirumba, na hivi sasa wana operation yao ya kuto kucheza playoff, pengine hii haiwatii hofu yoyote ninyi kama JKT Tanzania. Ah. Unaweza ukajiandaa kwa namna utakavyoweza, lakini uwezo wako ukoje kwa yule unayekwenda kukutana naye? Kama unakutana na mtu ambaye ni mbabe na mekuzidi kwa kila kitu utajiandaa lakini bado e, malengo yako e, unaweza usiyafikie kwa sababu e, unayekutana naye ni zaidi ya kwako wewe kiuwezo. Sasa sisi tunaamini kwamba uwezo wetu kwa sasa katika kucheza mpira wa Tanzania, wanatujua kwamba JKT Tanzania ni timu ya aina gani. Sasa kwa wale ambao hawaamini, basi tarehe kumi na nane nadhani wataamini. Akina Thomas watagusa na wataona kwamba hakika hii ni JKT Tanzania wanao ubora na wanayo kila hali ya kusonga mbele katika mashindano ya kimataifa. Msimu huu tumefeli, lengo letu lilikuwa ni hilo, lakini kuonesha kwamba haikuwa tu bahati kwetu sisi, lakini uwezo ulikuwepo, ni kuhakikisha hizi mechi zilizosalia tunamaliza vizuri. Uh, ninyi kama management ya JKT Tanzania, zimesalia uh, mechi mbili pekee, pengine kwa kiasi gani mnaona malengo yenu yametimia kufikia pale ambapo mlikuwa mna, mnaota kufikia mwishoni mwa msimu. Ya, tulikuwa na malengo mawili. Lengo la kwanza ilikuwa ni kuwa mabingwa wa soka Tanzania msimu huu na mnapokuwa mna mnapambana, mnapokuwa mnagombana mna, mna mnapokuwa mnashindana mna kile mnachoshindania. Sasa kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara tulikuwa tunashindania kikombe, na hilo ndilo lilikuwa lengo la kila timu, na sisi kwetu ndilo lilikuwa lengo namba moja kwamba tunahitaji tuwe mabingwa wa soka Tanzania Bara msimu huu. Lengo hilo hatukulifikia, tumefeli. Lakini lengo la pili lilikuwa kama tukiukosa ubingwa tuwe miongoni mwa timu nne bora timu ambazo zitapata nafasi ya kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini lengo hilo pia tumefeli, hatukulifikia. Sasa ili tusifeli sana, tuonekane kabisa kwamba tulikuwa pale pale isipokuwa tumeteleza kidogo, ndio sababu nikakwambia tunahitaji tumalize msimu huu wa ligi tukiwa katika nafasi ya tano. Kwa hiyo malengo yalikuwa ni hayo, hatukuyafikia. Tunajipanga, tunapambana kwa ajili ya msimu ujao tunahitaji tulete mabadiliko na inawezekana. E, si kila siku nchi iwe inaimba bingwa Simba Yanga, Yanga Simba. Tunahitaji sisi tuwatoe huko wa Tanzania. Tunahitaji tunapoingia kwenye ligi kila mmoja asijipambanue mapema kwamba mimi nakwenda kuwa bingwa, au watanzania wakaamini kwamba kama sio Simba msimu huu basi ni Yanga. Sisi JKT Tanzania tunasema hapana, tunahitaji ligi inapochezwa watu waamini kwamba yeyote aliyechanga karata zake vizuri anaweza akawa bingwa. Sasa sisi tunataka tuondoe fikira hizo kwa Watanzania, mtushuhudie, mtuone. Ukichukua ubingwa wa soka Tanzania inawezekana, sheria kumi na saba zikisimama mambo yote yakaenda sawasawa. Nina imani na ninyi mmeshuhudia mechi zetu na Simba tulichezaje, matokeo yake yalikueje, kwanini yalikuwa hivyo. Mechi zetu na Yanga tulichezaje, matokeo yalikueje na kwanini ilikuwa hivyo. Sasa kama ilikuwa hivyo, tunashindwaje siku moja kuwa mabingwa wa soka la Tanzania? Hilo inawezekana na tumejipanga kuhakikisha kwamba linawezekana mimi nina maswali mawili tu, kwamba swali la kwanza, kuna watu wanaamini nafasi hiyo kuwepo, hauna cha kupoteza, kwamba hata poteza mchezo dhidi ya Pamba bado pale palepale ipo. Unawaambiaje watu wanaokuwa na dhana hiyo ya kuona kwamba mchezo dhidi ya Pamba utaingia a cha cha kupoteza na <laughs> nguvu kubwa sana kwenye mchezo? Hao wanaosema hatuna cha kupoteza hawajui mpira e, yani hauna cha kupoteza kwenye nini sababu sisi tulikuwa tunapambana ili tuje kuwa mabingwa wa soka. Sasa ubingwa huo kwa alama tulizonazo tumeukosa. Sasa tunahitaji tuoneshe kwamba sisi ni bora katika msimu huu wa ligi. Huwezi ukacheza kwa kupuuza eti kwa sababu hushuki daraja. Sasa ukicheza, yaani ukiona timu inacheza tu kwa sababu iendelee kuwepo katika ligi isishuke daraja, hao hawana malengo. JKT Tanzania sisi tuna malengo na malengo yetu tumeshaya, tumeshayaeleza nimeshayaeleza Tarehe kumi na nane ndani ya uwanja huu wa CCM Kirumba tunakwenda kuwaonesha watanzania namna mpira unavyochezwa na namna watu walivyojiandaa wanavyostahili kupata matokeo yaliyo mazuri. Ndio sababu nikasema kikubwa hapa e, sheria tu kumi na saba zile tuwaombe wale waamuzi wetu watakaokuwa na na na kazi hiyo ya kuchezesha mechi hii Mungu awasaidie kuzitafsiri zile sheria kikamilifu, ili kila mmoja apate kile ambacho anastahili kupata. Mimi nina hakika kwa uwezo wetu tulio nao tunakwenda kupata alama tatu kama tunavyohitaji kwenye huo mchezo dhidi ya Pamba. Je, tutamkosa? Yuko kwenye honeymoon, e, siku tatu hizi zilizopita iye ambaye ya Johnny Bogo kadhalika, eh, bima jeruhi na mashida kidogo ya kiafya, kwa hiyo na yeye hatukuambatana.